Usafiri wa mwendokasi UDART jijini Dar es Salaam ni moja ya miradi muhimu ya usafirishaji mjini ambayo imeleta mapinduzi makubwa katika sekta ya usafiri wa umma kabla ya kuanzishwa kwake wakazi wa jiji walilazimika kutumia muda mwingi barabarani kutokana na msongamano wa magari lakini kwa sasa ndani ya dakika 45 tu abiria wanaweza kufika kutoka Kivukoni hadi Mbezi au kutoka Gerezani hadi Mbezi jambo ambalo limeokoa muda na kupunguza gharama za maisha. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na gazeti la Mwananchi mnamo Agosti 29 mwaka 2022, kamati ya bunge ya uwekezaji na mitaji ya umma PIC, ilieleza kuwa mapato ya UDART yaliongezeka kutoka shilingi bilioni 25 katika mwaka wa fedha 2020-2021 hadi kufikia bilioni 36 katika mwaka wa fedha 2021-2022. Hii ni ishara kwamba mradi huu wa mwendokasi una manufaa makubwa kwa pande zote, serikali na wananchi pia. Ongezeko la mapato kutoka shilingi bilioni 25 hadi kufikia bilioni 36 ndani ya mwaka mmoja linaonyesha kuwa mradi huu unajiendesha kwa ufanisi na kuchangia pato la taifa. Kwa wananchi, mwendokasi umepunguza muda wa kusafiri, gharama za usafiri, kwa kulinganisha na magari binafsi na msongamano wa barabarani kwa serikali mapato haya yanaiwezesha kuwekeza zaidi katika miundo mbinu na kuboresha huduma kwa umma. Hata hivyo, licha ya mafanikio haya, bado kuna changamoto kubwa zinazoukabili mradi huu, ambazo zinaathiri moja kwa moja uzoefu wa wasafiri wa mwendo kasi. Zifuatazo ni miongoni mwa changamoto zinazoathiri ufanisi wa huduma hii. Namba moja: uhaba wa mabasi na ubovu wa magari. Moja ya matatizo makubwa katika mfumo wa mwendokasi ni uhaba wa mabasi. Sababu kubwa ni ubovu wa magari mengi yasiyofanyiwa matengenezo kwa wakati, hali ambayo inasababisha abiria kusubiri kwa muda mrefu kwenye vituo, hasa katika nyakati za asubuhi na jioni, wakati wa pirikapirika -pirika za kazini na kurejea nyumbani. Tatizo hili linaweza kupatiwa suluhu kwa kushughulikiwa mambo kadha wa kadha. A, kuweka utaratibu wa matengenezo ya mara kwa mara kwa mabasi ili kuhakikisha yanakuwa katika hali bora ya kutumika. B kuongeza idadi ya mabasi mapya ili kupunguza msongamano wa abiria kwenye vituo vya kusubiria. C kuhakikisha usimamizi wa mradi unafanya tathmini ya mahitaji halisi ya usafiri na kufanya uwekezaji wa kutosha katika idadi ya mabasi. Namba mbili, changamoto ya nauli na upatikanaji wa sarafu changamoto nyingine bei ya nauli abiria hulazimika kulipa kati ya shilingi 750 hadi 1250 lakini tatizo kubwa ni kwamba mamlaka husika hazina sarafu za shilingi hamsini za kutosha kurudisha chenji kwa abiria matokeo yake ni foleni kubwa kwenye madirisha ya malipo kwa sababu ya ucheleweshaji wa kurudisha chenji baadhi ya abiria hujikuta wakiacha fedha zao kwa wahudumu kwa sababu ya haraka ya kuwahi basi hali inaokosesha haki yao Suluhisho linapaswa kufikiriwa ni kupunguza nauli hadi kiwango rahisi kulipa kama vile shilingi 700 badala ya 750. Hili litaondoa hitaji la chenji ya shilingi 50 na kupunguza msongamano wa abiria kwenye vituo vya kulipia. Hitimisho. Serikali na mamlaka husika zinapaswa kuchukua hatua za makusudi kuhakikisha mabasi yanakuwa katika hali nzuri na nauli inaboreshwa kwa kuzingatia urahisi wa ulipaji, ili kuboresha huduma kwa wananchi. Hii ni Uchumi Updates na James Atilio, mtaalamu wa masuala ya uchumi sera na mipango, na mimi ni Rahel Aaron.